Wala tatizo waliko kwa, kwa kocha, shida ya Yanga Afrika ni wachezaji mm. alivyoondoka aucho tunachama mimi najua kwa la yanga itayumba tayumba, kwa tatizo kubwa la Yanga Afrika si mwalimu mm. tatizo kubwa la Yanga Afrika ni wachezaji mm. wachezaji walioletwa kama wakina Doumba, sijua kina nani, uwezo ni mdogo sana. Yeah. Kucheza klabu kubwa kama Yanga Afrika wala kustahili. Angalia, kuna kitu nimekiona leo katika kipindi ambacho yanga wana timu mbovu ni wakati huu mm. timu ni mbovu mbovu. mbovu, mbovu, mbovu. Lakini wao kaenda kujifariji kwamba ni timu nzuri, waendelee hivyo hivyo, lakini mimi nilichokiona kwamba timu ya Yanga ni mbovu yeah. kwa ujumla, hamna timu pale, na wakiendelea kungangania hivi mm, na sisi tunaendelea kubaki na timu hivi hivi, na mwalimu huyu anaendelea kubaki. Lakini kwa ujumla, leo nimekuja kugundua Yanga ina ubovu mkubwa wa wachezaji mm. Sijajua wachezaji wengine wamechoka, sijajua wachezaji wengine shida ni nini? yeah, yeah. yeah. Sajili sa za msimu huu, kuna namna kama wamepigwa eh, za msimu huu Yanga wamepotea. Kuna wachezaji ujio, kutoka kwa Ziki, kutoka kwa Ucho kutoka kwa Chama ni pigo kubwa sana kwa timu kubwa kama Yanga Afrika. Yeah. Ili ilikuwa ni mihimili. Muhimili mm. wa Yanga Afrika sasa nyingine ni Azizi. Yeah. Muhimili mwingine ulikuwa hata Msonda alikuwa muhimili wa Yanga Afrika. Ukirudi huko nyuma unamwangalia mtu kama Aucho ndio alikuwa injini. Mimi nilikuwa namuita mwalimu na dokta Aucho. Lakini cha ajabu waliamua kumtoa na sijui sababu ni nini. Lakini ukimwangalia huyo huyo katoka hapo kaenda Singida. Yeye ndio anapa matokeo. Yaani Singida inapata matokeo kwa wachezaji wawili, Chama pamoja na Aucho. Ndio yaani ile wameyahamisha kutoka Yanga kuipeleka Singida. Yeah. Kwa hiyo Yanga kinachowafairisha si mwalimu. yeah. Wachezaji waliosajiliwa msimu huu hawana viwango vya kucheza timu kubwa kama Yanga Afrika. Tukirejea kwa kauli ya injinia Hersi kipindi cha usajili mwanzoni alisema kwamba katika sajili bora ambazo zimewahi kufanyika ni huu wa msimu huu. kusajili swali lingine yeah. Alafu unakuja kupata matokeo ya swali lingine yeah. Yanga wamesajili lakini sasa hawawapi kile kitu ambacho walikuwa wanatarajia mbona? mm. kama namba ya Azizi Andambwile yeah. Ni, ni namba ambayo mchezaji alikuwa amesajiliwa special pale, alikuwa ni ni Konte. Umeelewa? Conte naye amekushindwa kuja kuimprove. Anakaa benchi, kwa Ndambula ibidi aanze. Ukiangalia namba ya Ucho ndio ile kwa namba ya Ucho hiyo hiyo. Kwa hiyo unakuta mchezaji ambao ameingia kuchukua kumshift Ucho, yeah. Ni wachezaji ambao uwezo wao ni kawaida mno, hasa mm, huyu ambaye alionekana alisajiliwa kwa hela nyingi. Yeah. Kwa hiyo mimi kwa leo nimeona ni mechi ambayo haijaleta mvuto kwa Yanga Afrika. Ni mechi ambayo Yanga naijua sio ile ambayo nimeiona siku hii ya leo. Unatarajia kuona chochote kana siku leo? Hapana mi nitegemea, labda kutakuwa na marekebisho makubwa, lakini kugundua kwamba hii tatizo liko pale pale. Yanga ilioiona liocheza mechi ya Simba na ile ligi, Yanga ilioiona liocheza mechi ya iloloenda kutoa sare Mbeya na, na, na, na, na, na, na City, ndio Yanga ambayo nimeiona leo aokwa ujumla Yanga inahitaji marekebisho makubwa sana, kwa kuanzia kwa wachezaji. Issue sio mwalimu. Ume, Performance Performance ya wachezaji wa Yanga iko chini, uwezo wa wachezaji uko chini. Wamekutana na timu ambayo ni imara, timu ambayo inakaba muda wote. Hao jamaa walichofanya leo ni muda wote kukaba, walikuwa wanakaba kwa wakati, na walikuwa hawachezi kwa mtu kwa mtu, wao walikuwa wanaangalia mpira unaelekea wapi kwa hiyo mpira unaelekea wapi, wanakaba ni walikuwa nakaba kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yanga Yanga, hiyo Yanga Yanga ikawa nakimbia sasa. huyu dokta alikuwa anasababisha Yanga itembee, hayupo. Ndo haya madhara mnayoyaona leo. Kwa hiyo shida ya Yanga Afrika si mwalimu. Watu watakimbilia kumfukuza mwalimu. Shida ya Yanga Afrika wachezaji walio watoa, walitoa wachezaji wenye uwezo mkubwa sana. Yanga wana timu mbovu sasa. Yanga Africans, si bado wana nafasi ya kwenda kupindua matokeo ya nje ya Benjamin William Mkapa, wanaamini yenyewe. Mashabiki bado wanaona wanacheka kupindua Yanga. Hata kama watapindua Benjamin Mkapa, lakini hawana safari ndefu. Yanga hata kama watapindua Benjamin Mkapa kwa kutumia unyumbani uzoefu, lakini hawana safari ndefu kwa timu hii. Kwa nini hivyo mchungaji? Timu ya uwezo wake huko chini mno. Wachezaji, nishakwambia Yanga performance sio ile tma kama mwezi mmoja kwamba Yanga imedrop, inazidi kudrop, muda ambao zilikwenda watu wakawa hawaelewi. Unaweza timu moja ukamtoa mtu key kama Ziki, ukamtoa mtu kama Aucho, ukamtoa mtu kama Chama, Msonda, alafu utegemee kwamba Yanga itakuja kuperform? Hiyo no never. Mpira uko hivyo. Yanga ilitengenezwa, Yanga ilitengenezwa mpaka inafika Gamondi, Yanga ilitengenezwa kushift wachezaji. Sasa wale wachezaji wameondoka kwa mpigo, Yanga utegemee kupata matokeo kwa kipindi hiki? Leo Yanga Afrika kitendo cha kutoka Aucho ndio mapengo yanayoonekana leo. Sio kwamba timu ina performance kubwa performance imeonekana kubwa sababu uwezo wa Yanga uko chini. Uwezo wao utalingana nao leo ondoka. Ndio shida kwa Yanga. Ila sasa hivi hapa ataonekana kwamba mwenye shida ni mwalimu. Shida si mwalimu. Shida, wachezaji waliosajiliwa uwezo wao ni mdogo. Hasa kama Conte anakaa benchi huyo ja, huyo dombi Dombia mwenyewe anazia benchi wachezaji ambao walikuepo. Lakini kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sasa hivi Yanga wata struggle sana. Mimi nahisi nishadogo wa ucho watarudi. Nishadogo watamrudisha ucho. Na mimi ndio kitu nakiona. Pamoja na ucho kama hata kama atarudi, lakini kupata mtu kama Aziki nako itakuwa shughuli nyingine kwa sababu Aziki mechi kama hizo kwa anaamua. Mechi kama hii Aziki kwa anaamua yeye kama yeye Aziki. Hata Musonda mechi kama hizo kwa anaamua. Sasa wa mapruni wameleta watu wapya. Sasa kupata matokeo wata struggle sana. Itachukua muda sana. Kumbuka Yanga ilijengwa miaka karibu minne ilianza kuanzia kwa kwa kwa kwa kwa nani yule kocha nani huyu na na na hey, na Ko, na inazidi ku drop kuanzia Mbeya na na City, ndio majibu tuweza kuyaona kwamba Yanga hii inahitaji shughuli nyingine. Bahati mbaya, bahati nzuri, Yanga ndio kwaheri. Sasa hivi kitakachotokea watamfukuza kocha, wakisema kwamba kocha uwezo wake ni mdogo lakini si kweli. Yanga washabiki wa Yanga mpaka viongozi wa Yanga wana mpira wao. Sasa ule mpira wao mpaka upate wachezaji ambao watarudisha Yanga katika mpira ule. Kwa hawa bado leo hawawezi kumpa mechi kubwa kama hizi. Huwezi, leo ule ya Maurice Teka kutoka South Africa huyo, ukimwangalia uwezo wake ni wa kawaida, afadhali atadube. Pamoja na kukosa magoli mengi afadhali ataye Huyu jamaa anamuita nani mwenye rasta huyo? E, e, ni wachezaji wa kawaida mno, mm, lakini kwa sababu lakini mbovu, mbovu, mbovu, mbovu, wa Pakome kwa kumbatia ambaye Pakome, Pakome, Yupa... Pakome kaumia. Na ikitokea Pa kome umemkaba vizuri, Yanga hamna kitu tena. Na nikwambie lingine. Kuna kitu ambacho Yanga watakifanya siku mbili hizi. Lazima yule kocha watam, watamtoa. Na baadaye ma, kumtoa yule kocha ni kwamba uwezo wake ni nini? Ni mdogo, lakini sio kweli. Umeuza wachezaji wazuri, umeleta wachezaji ambao ni wakubeti, wakubahatisha. Sasa mpaka wakawa perform sio leo tena. Nakupa kidogo. Simba itatisha barani Afrika sababu imetengenezwa misimu karibu minne. Simba? Simba itatisha barani Afrika. Nisikize mimi. Simba itatisha barani Afrika misimu karibu mitatu minne. Sababu mimi nitakupa. Foundation ishatengenezwa na nani? Fadru, Fadru itengeneza foundation nzuri ambayo sasa hivi anahitaji mwendelezo tu. Yanga washauzwa wachezaji wote. Sume unaomba kwa hivyo. Leo Simba ina mkwala ambaye anakupa kitu. Simba ina Jan Chaz ya hua, anakupa kitu. Simba ina mwalimu, anakupa kitu. Simba ina soa, anakupa kitu. Simba ukishuka chini hapa, unaamua tu leo nimchezeshe nani? Beki mwenyewe huyu beki unaitwa Rushani Rushani, anakupa mpaka matokeo. Beki ya kulia kushoto, watu wanamsahusha balala. Ndio Simba, ndio kueleza mimi Simba imekamilika kwa sababu, na hiyo ilishatengenezwa, ndio kipindi cha kwanza kuvuna. Yanga ilishatengenezwa hivi imedrop, ilibidi pate watu ambao watoto kwa shift ya kina nani, wakina auto na, na na na, na, ziki. Sasa wamepata watu ambao sio sahihi au wanahitaji muda, ndio shida inapokuja hapo. Kwa kwa jumla hii Yanga bado inahitaji wakati. Na mimi nitafurahi kama utaendelea kukumbatia hivi hivi mpaka mwisho. Matokeo yatazidi kuwa mabaya zaidi hapo. Kwamba utaki falls ya Agosto. Leo jioni au kesho utaona pande mbili zimekubaliana. Wewe utakuja kuniambia, subiri taarifa. Eh, huyu mpaka tarehe ya kutiki, tarehe 29 tutakuwa tuko naye tena. Mpaka tarehe ya kutiki, tarehe 29 tutakuwa tuko naye tena. Lakini falls alikuwa anapata matokeo mazuri, shida ni ile flow ya timu, wanalalamika kwamba viongozi watajikingia kwa kusema kwamba shida ni mwalimu. Sio unanielewa mpaka hapo. Sasa viongozi wataonekana na wana shida Anataka kuonekana kama mwalimu wa wazaki ni mdogo. Kwa hiyo watamtoa, watam, watamshift huyu. Wakitegemea kwamba huyu kocha aliyekuja huyu ambaye ni kocha msaidizi, ambaye tunaita kocha msaidizi mkuu. Kwa sababu yeye ndo ana vyeti kuliko hata huyu bwana leo. Huyu atachwa timu huyu. Siku mbili hapa pande mbili. Nadhani leo usiku au kesho zimeshakubaliana, basi watavunja mkataba ili wabaki. Kwa hiyo ameletwa pale kama kocha msaidizi mkuu, kumbe alikuwa amekuja kukava tu, mtafute mchawi. Sasa mpaka hapo. Kwa ujumla kwa Yanga shida sio mwalimu, shida ni wachezaji waliowatoa ambao hawajapata watu wenye uwezo kama ule. Kwa hiyo kwa jumla kesho utaona shughuli zitakazofanyika hapo. Utakuja kesho, utaiona Simba na kwambia mimi. Simba ile atakupa wewe. Wewe kazi yako kuweka koni na kuwakimbiza tu. Kuwakimbiza! Mwisho wa siku unapanga list na unapata matokeo. Kwa sababu wana kila kitu. Huyo namba moja huyo yenyewe ukirusha taulo, akitaka dia, akitaka nani? Nani nani Kamara eh. Amara, haya. Akidaka national timu ya taifa, umeona wewe, beki namba mbili, beki namba tatu, viungo katikati, washambuliaji, wewe mwenyewe unaamua. Hata unaweza kama leo niende na soa. Ah, kwa mechi hapana. Leo niende na mwalimu. Ah, hapana. Leo niende na Mkwala. Kwa hiyo, unaamua tu wewe mwenyewe jinsi ya kufanya. Kwa hiyo, Yanga watastrago sana, kama sisi tuvo strago. Timu itengenezwe kwa muda mmoja. Nakupa mifano mingine. Umeona piramidi? Piramidi haikutengenezwa unavyoiona leo. Simba mwaka huu itafanya vizuri sana. Timu ambayo itafanya vizuri mwaka huu ni timu mbili tu. Simba na Azam. Kwa namna gani sasa wakati bado Young Africans yana nafasi ya kuja kupindua matokeo oh, ya Benjamin Mkapa? Timu sio kushinda, unaangalia na muundo wa timu inapocheza. Sio kushinda tu. Na muundo wa timu inapocheza. Leo hata kama Yanga angeshinda, lakini watu bado wangeondoka na question. Hasa kufungwa goli moja. Yanga labda hata kama angetoa sare, hata kama leo angeshinda mbili moja, watu wangeondoka na question. Kwa sababu Yanga hao tunaijua na Yanga yao tunaijua sisi. Yaani wao wanajua Yanga hao na sisi tunaijua Yanga bea yale malalamiko kwamba Yanga yao ile ilia ya mashambulizi kuanzia golini kwenda hawajaiona okay. Imekuwa ni Yanga ya kupiga piga. Bahati mbaya Yanga Gamondi haijaonekana, Nabi haijaonekana. Namba hii inaitwa pira tu butuabutua, ndio hilo ambalo linaonekana pira butua, butua. Kwa ujumla bwana, tunashukuru Mungu kwa aliotokea. Mungu awabariki sana, wakati mwingine